Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku, leo tarehe 31 Desemba, Jumatano, siku ya saba katika oktava ya kuzaliwa Bwana, mwaka A wa kanisa masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Yohane kwa watu wote, sura ya pili aya ya kumi na nane hadi ya ishirini na moja na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na nane Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Hapo mwanzo kulikuwako Neno, naye Neno alikuwako kwa Mungu, naye Neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Na nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu, jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda, ili aishudie ile nuru, wote wapate kuamini kwa yeye. Huyo hakuwa ile nuru, bali alikuja ili aishudie ile nuru. Kuliokuwako nuru wako nuru halisi imtiayo nuru kila mtu akija katika ulimwengu alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea. Bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndiyo wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu bali kwa Mungu. Naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi, na tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Yohana alimshuhudia akapaza sauti yake, akasema huyu ndiye niliyenena habari zake ya kwamba ajaye nyuma yangu amekuwa mbele yangu, kwa maana alikuwa kabla yangu. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea, na neema juu ya neema. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Hakuna mtu aliyemona Mungu wakati wowote wa Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyo ndiye aliyemfunua. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpenzi msikilizaji, karibu tutafakari Injili ambayo tumetoka kuisikiliza ya e Yohane, sura ya kwanza aya kwanza, ya kwanza hadi ya kumi na nane. Haya, hizi zinatufunguwa macho juu ya fumbo la Yesu Kristo, kwamba kumtambulisha kama neno aliyekuwako tangu mwanzo aliyekuwa pamoja na Mungu na ambaye ndiye Mungu. Yohani haanzi injili yake kwa simulizi ya kuzaliwa kwa Yesu kama wafanyavyo ya wa Matayo na Luka, bali anaanza kwa mtazamo wa milele, akitupeleka kabula ya uumbaji wa ulimwengu hivyo Mwinjili Yohane anatafakari na kutualika si tu kuelewa historia ya wokovu, bali pia kuingia katika undani wa uhusiano kati ya Mungu, Kristo na wanadamu. Aya za mwanzo kuanzia aya ya kwanza hadi ya tatu zinasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kauli hii inarejea waziwazi simulizi la uumbaji katika Mwanzo, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Yohane anasisitiza kwamba kabla ya chochote kuumbwa neno tayari lilikuwako. Hii inaonyesha umilele wa Kristo na ushirika wake wa karibu na Mungu Baba. Kwa Yahudi, neno la Mungu lilihusishwa na uumbaji ufunuo na nguvu ya Mungu inayotenda kazi kwa Yunani, lilimaanisha kuziunganisha katika Kristo, akionyesha kwamba Yesu ndiye ufunuo kamili wa Mungu na msingi wa uhai wote. Jambo la pili tunaloliona ni kwamba neno kama uhai na nuru ya wanadamu. Yohane anaendelea kusema kwamba ndani ya neno kulikuwapo uzima na uzima huo ulikuwa nuru ya wanadamu. Uhai hapa hauishii katika pumzi ya mwili bali unahusu uzima wa kiroho unaotoka kwa Mungu. Nuru inashiria ukweli, utukufu na uongozi wa Mungu katika giza la dhambi na ujinga. Kauli kwamba nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza kuishinda ni tamko la matumaini makubwa. Dunia iliyojaa dhambi, maovu na mateso haikuweza kuzima nuru ya Kristo. Hii ni faraja kwa waamini wanaokabiliana na changamoto za maisha. Nuru ya Kristo bado inang'aa hata katika nyakati za giza kuu. Yohane Mbatizaji anatambulishwa kama shahidi wa nuru, siyo nuru yenyewe. Hii inatufundisha unyenyekevu na wajibu wetu kwa Mungu na si kujitukuza wenyewe. Jambo la tatu ni kukataliwa na kupokewa kwa neno. Sehemu hii inaonyesha huzuni na tumaini kwa pamoja: alikuwako ulimwenguni na ulimwengu ulifanyika kwa yeye, wala ulimwengu haukumtambua. Hii iyi inaonyesha upofu wa kiroho wa wanadamu. Muumba alikuja kwa viumbe wake, lakini hakutambuliwa wala kukubaliwa. Hata hivyo, katika aya ya kumi na mbili inaleta tumaini: bali wote waliompokea, aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kupokea Kristo kunamaanisha kumwamini, kumkubali na kuishi kulingana na mapenzi yake. Huu ni ujumbe wa neema. Kuwa mtoto wa Mungu si kwa damu wala kwa jitihada za kibinadamu, bali ni kwa mapenzi ya Mungu hii inafungua milango ya wokovu kwa watu wote bila ubaguzi wa kikabila, jinsi au hali ya kijamii. Jambo la nne ni neno kufanyika mwili na kukaa kwetu. Hiki ndicho kiini cha fumbo la umwilisho: naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Mungu hakubaki mbali, bali alijishusha na kuingia katika historia ya mwanadamu. Kauli akakaa kwetu kwa maana ya asili inaashiria hema au maskani, ikikumbusha hema la Mungu kati ya Waisraeli jangwani. Sasa katika Kristo, Mungu anakaa katikati yetu na katikati ya wenzetu na watu wote walio wake kwa namna ya karibu zaidi. Utukufu tunaoona katika Kristo si wa kibinadamu tu, bali ni utukufu wa mwana pekee atokaye kwa Baba. Aliyejaa neema na ukweli. Neema inaonyesha upendo na rehema ya Mungu, wakati kweli inaonyesha uaminifu na ufunuo sahihi wa mapenzi ya Mungu. Katika Yesu neema na kweli vinakutana kikamilifu. Jambo la tano: neema juu ya neema na ufunuo kamili wa Mungu. Yohane Mbatizaji anashuhudia tena ukuu wa Kristo akisema kwamba Yesu alikuwako kabla yake. Hii inathibitisha tena umilele wa Kristo, na kusema kwamba kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Yaani maisha ya Kristo ni safari ya kupokea neema ya Mungu kila siku, neema ya msamaha, neema ya nguvu na neema ya tumaini. Sheria ilitolewa kwa njia ya Msa lakini neema na kweli zilikuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hii haimaanishi kwamba sheria haikuwa na maana, bali inaonyesha kwamba katika Kristo tunapata utimilifu wa yale ambayo sheria ilidokeza. Yesu ndiye ufunuo kamili wa Mungu, kwa maana hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote lakini mwana pekee ndiye aliyemtangaza. Injili ya Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza hadi ya kumi na nane inatualika kumtafakari Yesu Kristo kwa undani kama neno wa milele, nuru ya ulimwengu na mwokozi wa wanadamu, na maandiko haya yanatuhimiza kuamini, kumwamini Kristo, kumpokea katika maisha yetu na kuishi kama watoto wa Mungu walioitiwa nuru na neema yake. Katika ulimwengu wa giza, machafuko na kukata tamaa, Kristo bado anasimama kama chanzo cha uzima wa kweli na tumaini la milele. Tafakari hii inatukumbusha kwamba imani ya Kristo si simulizi ya mbali, bali ni kukutana na Mungu aliye hai aliyekuja kukaa nasi ili sisi tupate uzima nawo uzima uwe kwa wingi. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi frateli Rogelius Niwemgis wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo